Ni waombe viongozi wa trapa wa ngazi mbalimbali, naomba muwasaidie watumishi wa Zanzibar, mwasaidie vijana wa Zanzibar, wasiishie tu kuwa na taaluma. Ulimwengu wa leo credentials, ulimwengu wa leo sio tena wa credentialism, wa kwamba mtu una cheti chako basi ndio kila kitu. Naomba muwasaidie sana sijui kama itakuwa kwa, kwa semina au kwa kwa groom, au kwa kufanya kitu gani au mentorship, lakini muwasaidie kujenga utamaduni wa kufanya kazi, working value, ule working culture. Wafahamu kwamba mtu anapotoka nyumbani, anapokuja kazini, anakuja kazini kwake, haji kazi ya mwajiri, haji katika kazi ya mwajiri hili na nadhani ni tatizo moja kubwa, wengi hasa hapa Zanzibar, mtu anapotoka nyumbani kuja kazini anadhani anakuja kwenye kazi ya mwajiri eh? Na anategemea kwamba anachokifanya pale eh, ni faida ya mwajiri, haoni kwamba ni faida. Lakini naomba mwakumbushe kwamba kazi yoyote ile ambayo mtu ataifanya, upo uwezekano wa kuexcel wa kuwa mzuri katika kazi yake, haijalishi kwamba yeye ni anafanya kazi gani. Muhimu ajenge misingi, ajenge utamaduni bora wa kufanya kazi. La pili ambalo linahusiana na hili hili, tuwasaidie kujenga nidhamu katika kazi, na ambayo haya mimi ninayaona mengi ni madogo madogo, lakini yanapotea na yanapotea. Wengi hasa hapa Zanzibar, wengi kujificha nyuma ya kichaka cha siasa, ukaambiwa kuna uchawa ambao kila siku nauona mi kama unakuwa unakuwa umende. Sasa sijui baadaye utakuwa utakuwa kitu gani, na hiyo ni kwa sababu mtu hataki kujituma hataki kufata misingi na nidhamu ya basiae. Haya yanapotea kwa nguvu, na akipotea kwa nguvu, ujijue kwamba mwisho wa siku kazi au uwezo wako wa kazi, mwajiri kwake hatazami kwamba wewe eh, uko upande gani au uko mrengu gani, anachotizama kazi yake ifanyike vizuri. Kwa hivyo mimi niwaombe sana kwamba tujitahidi watu wawe na maadili ya kazi, kwa sababu chochote kile basi ni mambo ya msimu, yaliyobakia ni uwezo wako wa kazi.